Ulipotupo twende pamoja. Mimi Sarafida Diki Hongoli na hapa kwa dhati kwamba nitaitumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi yangu kama diwani viti maalumu jimbo la Rupa, na katika kutimiza wajibu wa nafasi hiyo nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sintatoa siri zinazohusu majukumu yangu isipokuwa kwa mujibu wa sheria. E Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Kelvin Jackson Shinshi na hapa kwa dhati kwamba nitaitumikia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa wazifa wangu wa diwani kata ya Lupa, kwa mu, kwa uaminifu, kwa uwezo na moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi nitalinda na kutetea katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, sheria za Tanzania na maadili ya viongozi wa umma kwa ilivyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoani Mbeya wametakiwa kufanya kazi kwa uadilifu ili kuchochea maendeleo ya wilaya hiyo. Raio ametolewa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya hiyo Kelvin Jackson Shinshi Wakati akizungumza mara baada ya uapisho wa madiwani na uchaguzi uliofanyika wilayani hapo. Sitakubali mtumishi yoyote atakayekiuka yale wanaotaka wananchi nishindwe kumwajibisha. Sitakuwa kiongozi wa chuki, lakini panapotakiwa kuwajibisha, mimi nitakuwajibisha. ili mbunge wetu aendelee kung'ara, lazima sisi tufanye kazi. Madiwani, uchaguzi umekwisha, twendeni tukafanye kazi. Masachi Kasaka ni mbunge wa jimbo la Lupa na Noeli Chiwanga ni mwenyekiti wa chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Chunya wamesema ni muhimu madiwani hao wakasimamia miradi inayotekelezwa pamoja na kuibua miradi mipya ili kuongeza mapato ya ndani. Tunapokwenda kusimamia mapato yetu haya, maana yake tunaenda kuongeza uwezo wetu wa kwenda kusimamia na kuibua miradi mipya. Mtakumbuka kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais alizungumza lazima sasa hivi tutumie kile kilicho cha kwetu. Hivyo na sisi, jambo kubwa na la msingi, tuendelee kukusanya mapato ya kwetu yatusaidie kwenda kuhakikisha kwamba miradi yetu inakwenda kutekelezeka kwa wakati. Tenda kinyume na mlichokiapa leo. Na hicho kiapo ni ishara tu kukuonyesha utofauti ulikokuwa na hapo ulipo sasa kwa hiyo yote ya tutapimwa katika matokeo ya utendaji wetu wa kazi. Naye katibu tawala wa halmashauri ya wilaya ya Chunya Anakreti Michombelo amesema serikali ipo tayari kushirikiana na madiwani waliochaguliwa katika kutekeleza majukumu yaliyopo mbele yao. sisi tulikuwa tunasubiri atakayechaguliwa, sisi tunampokea. Kwa tunaomba, sasa uchaguzi umeisha. Kuna vidonda mbalimbali tukavitibu, kuanzia huko tulikopita, huko tuvisahau, sasa tukafanye kazi. Mtazamaji wa televishen, usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti kwenye chaneli yetu, ili wa kwanza kupata habari zetu. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe. Ulipo ulipotupo twende pamoja.